Kwa hivyo ujambo, mwanafunzi mali ulipo, ningependa tuzungumze kuhusu muhusika Sauni na Sauni. Kumbuka kwamba anatoka katika jamii ya Waketwa na ni mfuasi halisi wa Lonare. Tunapoangazia, mojawapo ya sifa zake ni kwamba Sauni ni mtetezi wa haki, na tunaona kwamba anawatetea Waketwa wenzake pale kanisani walioweza kuchomewa nyumba zao hasa pale anapouliza watapiga kura wapi iwapo hawana makao. Jambo jingine tunaona pia kwamba uh, anawahamasisha wenzake kung'oa mahema na kwenda kuyasimika Matango. Pia tunaona kwamba anamwambia mkuu wa polisi kwamba hawana haja ya ulinzi wake baada ya wao kurudi makwao kwani mlinzi wao ni Mungu. Kauli hizo zake zinaashiria kwamba ama zinaonyesha kwamba Sauni ni mtetezi wa haki. Sauni pia tunaona kwamba ni mwenye hasira ama mwenye hamaki. Anaonyesha hasira pale anapomfokea Mrima baada ya huyu kukataa kwenda nyumbani kwake alipotolewa hospitalini. Tunaona pia kwamba anamkemea mkuu wa polisi baada ya kurejea Matango na wenzake anapomwambia aweze kutokomea. Tunaona akimkemea pia Mrima kwa kupokea hongo kutoka kwa Sagilu licha ya kwamba huyu alikuwa adui yao, adui yao kijamii na hata kisiasa anamwambia vipi, Mrima, shetani wa mtu ni mtu. Shetani ni wewe mwenyewe. Kauli hizo zake anazotoa zinaonyesha bayana kwamba huyu ni muhusika ambaye ana hasira sana, anapandwa na madadi. Wanasema waswahili kwa msemo ni kwamba, uh, ni rahisi sana kupandwa na madadi. Anaonyesha hamaki pale anapotaka kumtimua Mashauri baada ya kuwaeleza yaliyomfika huku akimwita jasusi na kibaraka aliyetumwa kumharibia Lonare kura. Inamaanisha kwamba yeye hana uvumilivu wa kumsikiza mtu, anapandwa haraka na hasira ama anapandwa na madadi, ndiposa tunasema ni mwenye hasira. Pia ni mwenye tumaini. Anaonekana kuwapa wafuasi wa Lonare matumaini hata ingawa Lonare hajulikani aliko na siku ya uchaguzi imefika. Kwa hivyo aliwapa a matumaini, kwa hivyo inaonyesha kwamba ni mwenye matumaini. Swali ambalo labda mtu anaweza jiuliza e, Sauni ana umuhimu gani? Mbona ametumiwa na mwandishi Clara Momanyi? Ametumiwa kama kipaza sauti cha Waketwa kuhusu taabu zinazowapata chini ya utawala wa Mtemi Lesulia. Ametumiwa pia kukemea maovu katika jamii, na jambo jingine ni kwamba ametumiwa kama mtetezi wa haki za jamii inayodhulumiwa. Kwa hivyo unaona kwamba Sauni kwanza tunamwelewa kwamba ni mhusika mjenzi huyu, na pia ametumiwa katika kama kipaza sauti cha Waketwa. Ametumiwa kukemea maovu katika jamii na ametumiwa kama mtetezi wa haki za jamii inayodhulumiwa. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya sifa na umuhimu wa mhusika huyu anayeitwa nani? Mhusika anayeitwa Sauni. Kwa hivyo usisahau kusubscribe kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili. Kuwa na usiku mwanana, baulana akubariki.